Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo hamjambo. Karibu sana ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Tafadhali jiunge na ukumbi huu ambao unazungumzia yale yote ambayo yanaendelea. Mimi ni Bwana Ezra. Sijui ni nini hichi ambacho hii serikali ya Samia Suluhu Hassan ambayo inasema kwamba iliweza kuchaguliwa na asilimia tisini na nane ya wananchi wanaogopa? Sijui ni nini wanaogopa, na wanasema kwamba waliweza kuchaguliwa na wananchi wengi sana wa Tanzania katika uchaguzi ambao uliweza kupita. Ninamaanisha nini mpenzi mtazamaji? Kuna mtangazaji rafiki yangu ambaye yupo Tanzania tunashirikiana na yeye, ananipasha yale ambayo yanaendelea, kwa sababu wao hawana uhuru wa kuchapisha mambo kama haya. Kipatikana unamulika serikali, unafunguliwa mashtaka ya uhaini ananiambia bwana Ezra, leo tarehe kumi na moja uh, mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na tano siku ya Alhamisi, ananiambia kwamba shughuli katika mji wa Dar es Salaam haziendelei. Kwa nini? ananiambia kwamba jeshi la polisi limeweza kuteka ule mji mzima na wamefungia nje wananchi. Unapatikana Dar es Salaam, unafukuzwa, sijui wanaogopa nini, tangia wananchi walipotangaza kwamba kuna maandamano ya mwendelezo yaani maandamano ambayo yasiyokuwa na ukomo ambayo yalianza tarehe 9 Desemba. Mfano ananiambia hivi, ndio hii hapa ananieleza hivi: siku ya leo tarehe 11 mwezi wa 12 mwaka elfu mbili na ishirini na tano, wananchi wa Dar es Salaam hawakuingia kwa wingi katikati ya mji kutokana na polisi wa Tanzania kutanda maeneo mbalimbali mbali ya mji wa Dar. Akaendelea kunieleza hivi, mfano kwenye kanda ambayo nitakuwekea, ananiambia kwamba hapa ni garden ya kupumzikia watu pamoja na wanafunzi iliyopo Posta. Mara nyingi watu wanakaa kupumzika, ila leo tarehe kumi na moja mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Watu wamefukuzwa na polisi wakiwanyima kukaa maeneo haya. Tafadhali angazia hili, wajulishe wananchi hili. Hii ni kumaanisha shughuli katika mji wa Dar zimesimamishwa, hata kanda ambayo nitakuwekea mpenzi mtazamaji ambaye ameweza kuichukua ya sekunde arobaini na nne watu ni wachache sana ambao wapo katika mji wa Da, sehemu nyingi ni maafisa wa polisi. Jeshi la polisi liko wananchi, wameweza kunyimwa kibali cha kuingia katika huu mji wa Dar es Salaam. Pata taswira

E, nakuja wako wapi hmm? Nina nina imani kwamba umeweza kujionea kila kitu ambacho kinaendelea. Shughuli wananchi ni wachache, sasa hebu jiulize mji mkubwa kama huu wa Dar es Salaam ambao wananchi wanapaswa kusongamana, kila mtu akiwa na shughuli zake, kila mtu akijenga taifa. Mji kama huu unakuwa na watu wawili watatu kwa mji, yaani hii ni aibu. Unahisi ni kwa nini huyu mwanahabari ananiambia kwamba wananchi wanafukuzwa kutoka katikati ya jiji hili la Dar es Salaam? Tafadhali, kama wewe ni mgeni jiunge na ukumbi huu, piga subscription, bonyeza kengele, alafu sambaza hii kanda, sambaza hizi kanda kuelekea kwa wananchi wengi, taarifa zetu ziweze kuwafikia watu wengi, kwa sababu huwa tunasungumza taarifa za kikweli, taarifa ambazo zimeweza kudhibitishwa, na tunasungumza kwa minajili ya mwananchi au kwa niaba ya mwananchi, kwa sababu serikali inatuangalia. Sababu ya kwanza ambayo inafanya hii serikali ya Samia, ambayo ni haramu, kutumia jeshi la polisi kuwafukuza wananchi kutoka mji wa Dar es Salaam, mm, maeneo ya posta, mahala ambapo watu huwa wanapumzikia, ni kwa sababu ya uoga wa kuzuka kwa maandamano baada ya wananchi kusema kwamba wataendeleza maandamano ya mwendelezo au watafanya maandamano ya mwendelezo. Na nielewa mpaka hapo, mpenzi mtazamaji, kama kuna kitu ambacho hii serikali inaogopa ni maandamano, kwa sababu yale maandamano huenda yakafanya wakaondolewa mamlakani, mfano jinsi ambavyo marais wengi wamekuwa wakiondolewa mamlakani A kwa njia ya maandamano, nakuta kwamba jeshi linakasirika linapindua serikali. Sasa hii serikali ambayo inajua kwamba hawakupigiwa kura, wanaogopa sana wananchi kuandamana, kwa sababu itaanza kama kidogo, ukute kwamba nchi nzima inaandamana. Kwa hivyo wanafanya kila jitihada kuzima tamko lolote la maandamano, aswa baada ya kusemekana kwamba patakuwepo na maandamano ya mwendelezo yasiyokuwa na kikomo. Na nielewa mpenzi mtazamaji, hicho ndicho kitu ambacho serikali hii inaogopa. Nambari mbili, au sababu ya pili, hii serikali inaogopa watu wawili watatu wakikutana, wanaweza wakawa kwamba wanapanga mambo ya kugeuka hii serikali. Yaani, ninashangaa wanasema kwamba waliweza kuchaguliwa na asilimia tisini na nane ya kura zilizopigwa Tanzania, lakini mimi na mwenzangu tukisimama au tusimame kwenye kikundi cha watu watatu, polisi hawawezi wakatuamini, ni lazima watutawanye. Na ndio maana hawataki wananchi waweze kuketi katika katikati ya huo mji wa Dar es Salaam mahali ambapo mara nyingi wananchi wanapumzikia, mara nyingi, uh, unapata kwamba wanafunzi wanapumzikia. Mfano kama Kenya, kuna mahali ambapo panaitwa Uhuru Garden. Uhuru Garden, wanafunzi wa vyuo vikuu wanaenda wanaketi, wananchi ambao maybe wamefanya kazi yao wamejikarambua siku nzima wamechoka, wanaenda wanaketi wanapiga story. Lakini unaona hapa Tanzania, serikali yetu inatuogopa sisi wananchi. Hiyo ni kumaanisha nini, mpenzi mtazamaji? Nambari moja, hii serikali imeona kwamba tuko serious. Tunaweza tukawaondoa madarakani. Nambari mbili, serikali hii ya Samia imeweza kugundua kwamba hawakuchaguliwa kihalali. Na wameona kwamba tunaweza tukawaondoa. Na ndio maana hawataki tuweze kupatana kwenye kikundi cha watu wawili watatu wane tuweze kuzungumza. Wanaona kwamba tukikutana kwenye kikundi, huwa tunajadili kupindua hii serikali. Sina mengi sambaza hii kanda waweze kujua kwamba shughuli Dar es Salaam zimeweza kusimama, jeshi la polisi linafukuza wananchi.